Familia moja eneo la Mtondia kaunti ya Kilifi, inahitaji kwa dharura shilingi milioni nne ili kumwezesha mtoto wao wa kiume kufanyiwa matibabu ya kupandikiza figo ili kuokoa maisha yake nchini India. Emmanuel Chakaya ambaye ana umri wa miaka kumi na minane na ni mwanafunzi wa kidato cha nne, alilazimika kukatiza masomo yake kutokana na matatizo ya figo. Opicho Chemtai anatuarifu kuhusu safari ya mvulana huyo tangu walipogunduliwa kuwa na tatizo ya figo mwaka 2019. Akiwa na umri wa miaka 18 pekee, maisha ya Emmanuel Muweye Chakaya ambaye ni mwanafunzi wa kidato cha nne katika shule ya upili ya Mangu yamegeuka kuwa mahangaiko baada ya kugunduliwa kuwa na matatizo ya figo. Emmanuel alikuwa na maisha ya kawaida tangu utotoni. Mambo hata hivyo yalibadilika mwaka 2019, baada ya kugunduliwa kuwa na matatizo ya figo ambayo hayakuwa yametambuliwa tangu utotoni. Familia yake ilifahamishwa kuwa alizaliwa na figo moja na kwamba ilikuwa imeanza kushindwa kufanya kazi na kumsababishia matatizo mbalimbali. We did not know what was the problem until we went for further investigation in Aga Khan, Mombasa uh, after doing those uh, several radiology examination we realize he actually has this abnormal kidney, which is fused together alifanyiwa operation yo 2019 tukaambiwa inapunguza pressure kutoka kwa kidneys so after that yakawa sawa na tukaona ni kama shida imeisha na katika mwaka elfu mbili ishirini na tatu miaka minne baada ya kugunduliwa kuwa na matatizo ya figo, hali yake ilidhoofika zaidi, na madaktari katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta ambako alikuwa akitibiwa waliishauri familia kumpeleka kufanyiwa upandikizaji wa figo nchini India kutokana na matatizo yaliyoongezeka. So tangu 2023 ndio imeanza ile uchafu kwa damu imeanza kupanda mpaka ikafikia ile level ya kwa daktari anasema lazima tujitayarishe na mambo za kufanya transplant, ambayo kuanzia wakati huo ni kama psychologically tulikuwa tumejitayarisha but we were hoping at least amalize form form. Ndio tuangalie mambo za transplant. Miaka miwili tangu kufahamishwa kwamba mwanao alihitaji matibabu ya upandikizaji wa figo, ndugu huyo Emmanuel amejitolea kumpa figo yake, baada ya hali yake kuendelea kuwa mbaya mwezi Januari mwaka huu huu. We are in hurry to take him to India because his condition is deteriorating, he, his, his rate of function have been so high, we, we dilemma, wameshauri nchini India

sasa inakabiliwa na mzigo wa kuchangisha shilingi milioni nne zinazohitajika kumwezesha kufanyiwa upasuaji huo. U hata saa hii kitu kama sha haiwezi kutusimamia, kwa sababu ni kama bado hawajaweka ile mikakati ya kufanya hizo masponso za treatment abroad. Kindly if you are there and you want to help Emmanuel this is the critical time to save him from the condition that he is in. Familia hiyo sasa inawaomba wahisani kuisaidia kuchanga fedha zinazohitajika kuokoa maisha yake. Ili kumsaidia Emmanuel, unaweza kutuma mchango wako kupitia namba ya paybill 247247 namba ya akaunti ni sita sifuri nane nne sita tatu Opicho Chemtai, Dira ya Magwiji.